Mambo vipi, karibuni tena kwenye YouTube channel yangu. Kama wewe ni mgeni, usisahau kusubscribe, usisahau kushare video zangu, usisahau kulike. Leo nitakwenda kwa... Hello, mambo vipi, karibuni tena kwenye YouTube channel yangu. Kama wewe ni mgeni, usisahau kusubscribe, usisahau kulike, kushare. Leo nitakwenda kuwafundisha jinsi ya kuondoa mabaka na chunusi usoni, yaani kulainisha uso wako uwe laini kabisa, kwa kutumia tango. Kitu tunachotakiwa kuwa nacho leo, tunatakiwa kuwa na tango kama elimu, tunatakiwa na tango nzuri. Baada ya hapo, tunatakiwa tulikate tango letu katika slice slice. kama hivi kisha kuwa na slesi zetu kama hizi. Baada ya hapo tunatakiwa tuscrub uso wetu kwa kutumia hizi kwenye madoa, kwa mfano kama mimi hapa, hapa, nitascrub kwa kutumia tango langu hili hivi Unaposafisha uso wako, unatakiwa usafishe kwa kutumia mduara, sio hivi, hapo unashusha uso kushuka chini. Unatakiwa unakuwa unafanya hivi kwa mduara. Sasa haya maeneo yenye madoa unasugua, unasugua, tunasugua pote tunaendelea kuscribe uso wetu, tunascribe so. Baada ya hapo tutasubiri kwa muda kama wa dakika ishirini mpaka uso wetu ukauke, then tutaosha, then unaosha uso wako kwa maji ya uvuguvugu, na hapo mpaka hapo utakuwa tayari umemaliza kusafisha uso wako, na utaona umeng'aa tofauti kabisa na ulivyokuwa mwanzo. Kwa video nyingine zaidi nyingi, usisahau kushare, kulike na kusubscribe kwenye YouTube channel yangu. Bye.